Kuna wengine walikuwa waovu, lakini nao baada ya kusikia katika maredio kwenda katika darsa, walikuwa na sifa, kila aina ya sifa za ubaya, lakini baadaye wakarudi, wakafuta na kusahihisha maisha yao, wakawa wema. Na mkiwaona watu kama hawa, ndugu zangu, Uislamu unatuambia tusiwakebehi kwa maisha yao yaliyopita, wala msiwa jaji wala msiwahukumu. Hakuna mtu aliokuwa na uwezo wa kumhukumu kiumbe mwenzake. Alhukmu lillahi wahda, Mungu peke yake ndo mwenye kuhukumu. Vipi, kuna baadhi ya watu huwahukumu wengine, hata huyu naye siku hizi anasali nini? Kwani humjui huyu? Ana nini huyu? Anasali nini huyu? Kwa sababu unajua historia yake ya zamani kwamba ndo kwa sababu alikuwa akilewa, alikifanya vitendo viovu, au nini, hafai tena hata kusali. Nani alikuambia hivyo? Kwani hakuna toba? Abwabu taubati maftuha, milango ya toba iko wazi, na huna ufunguo wake wewe, we. Mungu pekee yake ndiye mwenye kuhukumu watu, maadamu amerudi, wa Mungu anampokea. Allah anasemaje? Kul li ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim

mkajiona kwamba mimi mchafu kiasi hiki, hata toba yangu ni kitubu Mungu hata nikubalia. La, msikate tamaa. Kwa sababu gani? inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Mwenyezi Mungu anasamehe makosa yote, habakishi hata moja. Vipi wewe unamhukumu mtu hata huyu? siku hizi anavaa shungi, kwani humjui huyu unamhukumu wewe? umepewa wewe kazi ya kuhukumu watu? Mwachie mwenyewe aliyewaumba viumbe vyake awahukumu na ukimwona mtu anawahukumu watu kwa historia iliyopita, ujue ana tabia kama za Firauni, kwa sababu Firauni ndo alianzisha mfumo huu wa kukatisha watu tamaa. Alipokuja nabii Musa akasema ana rasulullahi ilaik, mimi na ndugu yangu ni mitume kutoka kwa Allah. Firauni alisema nini? Ya Musa anasit umesahau wewe wesi, uliua mtu hapa We si ulimpiga mtu ukamuua hapa, leo umekuwa mtume? Kwa sababu Musa kweli aliua mtu, alimpiga mtu Misri kwa ajili ya kuwatetea ndugu zake Bani Israili, lakini baada ya kuua mtu alisemaje? Fawakazahu Musa, akamuua Musa, sema rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli. Ya rabbi, nimeidhulumu nafsi yangu, nisamehe makosa haya, nikosa sikutarajia kulifanya hili. fa ghafara la na, Allah kamsamehe Musa makosa yake. Sasa anamhukumu kwa yaliyopita, hata mkumbe Mungu wake kishamsamehe zamani. Umesahau wa qatalta minhum nafsa, umeua. alam nurabbika fina walida, si tulikulea hapa we kitoto kidogo anahitaja historia yake sasa. Ukimwona mtu tabia zake hizo, kwa hukumu wenzake kwa mambo yaliyopita, yeye na Firaun sawa bin sawia. Sasa wazungu wanasema past is dead, past imekufa, mambo yaliyopita yameshazikwa, mwache mtu afungue ukurasa mpya na Mola wake. Alikuwa akiachia nywele, ni hapo zamani, sio leo. Sasa hivi ni mtu mwingine huyu. Alikuwa hana taa kwa mumewe, ni hapo zamani, sio sasa. Alikuwa hatoki katika kumbi za starehe, ni zamani, yamepita hayo. Huyo amerudi kwa mola wake. Walladhi yarjiu ila rabbihi katiflin saghir yarjiu au tarjiu ila umme. Na mtu anayerudi kwa mola wake ni sawa sawa na mtoto mchanga anayerudi kwa mamake. Vipi mtoto mchanga anaporudi kwa mama, mama mchukua kamtupa? La, umchukua akamweka kifuani, akampa naziwa, akamwimbia na nyimbo tamu. Na ndivyo wewe unavorudi kwa mola wako. Allah hakutupi nasema, karibu mja wangu, ulijua kwamba hakuna wa kurudi kwake isipokuwa mimi, na mi nakusamehe dhambi zako. Na hii dawa ya tauba inatakiwa katika mwezi wa Ramadhani, kila wakati, kwa sababu sote tunafanya dhambi. Mtume alisema kullukum cool, khata